Na sasa tuelekee kule pwani ambapo familia moja mjini Mombasa inataka majibu kutoka kwa serikali baada ya jamaa yao alielekea Urusi kwa kazi kupoteza mawasiliano. Familia ya Arrestus Kiti Nyale kutoka eneo la Junda huko Kisauni inasema jamaa yao aliwaarifu kuwa alikuwa Urusi kujiunga na jeshi, ila sasa imekuwa miezi mitatu bila mawasiliano, kama anavyotuarifu Francis Mtalaki. Nyale aliondoka nchini Oktoba 11 mwaka jana kuelekea Moscow, Urusi, alipofahamisha familia yake wiki moja baadaye. Nyale mwenye umri wa miaka 38 alitumia mkewe picha hizi akiwa na wenzake wote wakivalia magwanda ya kijeshi. Sasa kuona hivi, nkamuuliza mbone sasa wanipostia hii na ulisema uenda kwa udreva eh? Wakaambiwa huku, tumeambiwa tufanye hiyo kazi kwa sababu hakuna hiyo kazi ya udriva Msaini hapa contract. Kulingana na mkewe Nyale, alitia saini mkataba wa mwaka mmoja, wenzake wakiweka mkataba wa miaka miwili. Mawasiliano yalikuwa sawa hadi Novemba tarehe nane ambapo kimya na giza limetanda kwa familia hii. Ndo ilikwanga ni mwisho kabisa ya kuwasiliana tokeo tarehe nane mpaka saa hii bado hatujawasiliana. So hapo ndo mimi niko na matatizo sijui yani, ni sijui mwenzangu yuko sawa sijui yuko vipi, siwezi nikaelewa. Tangu waondoke imekuwa ni wasiwasi wasi mkubwa na hawa mama na mtoto wake wako na shida, hata kula kwenyewe ni shida. Ndoto na maagano aliyokuwa nayo mwanao yamedidimia baada ya kimya cha zaidi ya miezi miwili. Tena alikuwa tumeelewana naenda fanya large plant operator, kwa sababu alikuwa tumezoeana tu ile tukiwa watu watatu. Ile tuwapiga stori wa pamoja. Takwimu zinatuambia Wakenya zaidi ya mia mbili wako Russia na wanapigana vita vya nchi. Wakenya wamekuwa vulnerable, wanachukuliwa left right and center kama cheap labor kwenda kupigana frontline. Kilio chao kwa serikali na ubalozi wa Kenya ni kuingilia kati na kuhakikisha wametambua hali halisi ya Kiti Nyale, ambaye ndoto ya maisha bora yameifanya familia hii kusalia na wasiwasi wasi kwa muda. Francis Mtalaki